Kuna vitu vingi sana vya kutisha katika dunia hii, lakini cha ajabu, katika kisiwa cha The Island of the Dolls huko nchini Mexico, kisiwa pekee ambacho kina midoli mingi sana na ni kisiwa cha kutisha zaidi duniani. Yaani midoli pekee ndiyo inayokutisha. Hebu nikuelezee kwa ufupi kuhusu kisiwa hiki. Miaka ya 1950 mia mwanaume mmoja aitwaye Don Julia alihamia katika kisiwa hicho, na alikuta pembezoni kuna msichana aliyefariki na pembezoni mwa huyo msichana kuna mdoli. Don Julia aliamini kuwa yule msichana alidhulumiwa, yaani kifo cha yule msichana hakikuwa cha kawaida, hivyo aliamua kuweka midoli katika kila sehemu kama sadaka ya msichana yule. Lakini cha ajabu mwaka elfu mbili na moja Don Julia alikutwa amefariki pale pale ambapo alifariki yule binti, lakini kwa wakati huo Don Julia alikuwa ametengeneza vinyago vingi sana na midoli ambayo iliyokuja kuchakaa kwa kiwango kikubwa hali iliyosababisha kuwatisha wakazi wa eneo hilo. Wengi wanadai kuwa midoli hiyo huwa inacheka usiku, inawatisha watu, inageuza shingo, inahema na inatisha zaidi wanavyofikiria. Ni hayo tu kutoka katika The Story Vault. Asante kwa kunisikiliza.